Wadau mbalimbali wa sekta ya kilimo mkoani Tabora, wakiwemo maafisa kilimo, viongozi wa serikali na vyama vya msingi, wameanza rasmi utekelezaji wa mpango mkakati wa kuendeleza kilimo cha mazao ya biashara kama vile dengu, alizeti, choroko na mbaazi, huku lengo kuu ikiwa ni kufungua fursa za masoko kima ya kimataifa na kuwakwamua wakulima kibiashara, sambamba na kuinua sekta ya kilimo kwa ujumla. Wakizungumza katika kikao kazi cha kuhamasisha kilimo cha mazao ya kimkakati kilichofanyika katika wilaya ya Nzega, maafisa kilimo wilayani humo wameeleza kuwa hatua hiyo inalenga kuondokana na kilimo cha mazoea na kuhamasisha wakulima kuelekea kwenye kilimo chenye tija na chenye mwelekeo wa soko. Zao la mbaazi sio geni sana kwa wakulima wetu, tunachokwenda kule sisi ni kuongeza chachu tu, ili kila mtu sasa ajue kwamba hili zao sasa tunaingia kwenye kilimo biashara, na usipolima kwa kilimo biashara kwa maana unalima hapa na hapo, huwezi ukatoka kabisa kwenye umaskini. Jukumu letu kubwa ni kutoa hamasa kwa, kwa, kwa wakulima ili waweze kupokea zao ambalo sasa tunalijadili la mbaazi, kama zao mojawapo ya biashara. Lengo kubwa ni kuhakikisha kwanza tunaongeza usalama wa chakula, lakini pili tunaongeza kipato cha mkulima. Kwa upande wao, baadhi ya wa wakulima wa mazao ya jadi kama vile pamba na tumbaku wameeleza matarajio wa makubwa juu ya mpango huo, huku wakiomba serikali kuhakikishia masoko ya uhakika. Wakulima wanaitikia kulima, lakini wanakoswa nini? Sehemu ya kwenda kuuzia. Kwa maana hiyo basi, ilikuwa ni jambo la msingi kwanza kuwa na soko la uhakika. Kukiwa na soko la uhakika, wakulima wenyewe ni automatic tu wanakuwa driven, wanakuwa wanavutiwa na kile kilimo, kwa sababu kitakuwa na faida kwao. Wakulima wetu wamekuwa wakibadilishiwa badilishiwa sana mazao mageni, kwa hiyo na wao hutegemea sana kuona matokeo ambayo ni chanya zaidi kwa ajili ya kujiongezea kipato. Kwa hiyo mimi ninaimani kabisa kupitia hii elimu na uhalisia wa yale mashamba darasa walioonyesha pale Igembesabo, yawezekana kabisa wakulima wetu wakalipokea, huenda wakulima tukanufaika kwa kiasi kikubwa kutokana na bei ya zao la mbaazi ni kubwa. Lakini tunaomba sasa wataalamu wetu na maafisa masoko watutafutie soko la kutosha, tusilime mazao baadaye tukaangaika. Tunaomba soko lipatikane la haraka, wala tusiwe tunaangaika na mazao. Katika kikao hicho, kilichojumuisha viongozi wa vyama vya ushirika vya msingi kutoka wilaya ya Nzega, wadau wa kilimo, na wawakilishi kutoka serikalini, mwakilishi wa mkuu wa wilaya ambaye ni afisa tarafa Simon Masele, amewahakikishia wakulima juu ya uwepo wa masoko ya uhakika, na kueleza kuwa serikali ipo tayari kuwasaidia wakulima kuzalisha kwa wingi na kuuza bidhaa zao ndani na nje ya nchi. baadhi ya mabonde tu tumeferi tulikuwa tunapita hata kwenda kama maharanga, lakini kuferi kwa mpunga haimaanishi kwamba pia kuferi kwa choroko, haimaanishi kuferi kwa mbaazi. Lazima mazao baadhi yatakuwa yamefanya vizuri zaidi kuliko ya mengine. Kumbe uchumi wetu hautadolola, uchumi wetu hautaanguka. Na sisi kama serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania chini ya mama yetu Samia Suluhu Hassan, wajibu wetu kama viongozi wa serikali ni kuhakikisha watu wetu wanafanikiwa. Tija iko katika sehemu mbili, katika uzalishaji lakini pia katika soko. Ni wakati wa sasa hivi wakulima wetu kuendelea kufanya umasishaji ya kulima mazao mchanganyiko ili sasa mkulima wetu awe na, na, na machaguo ya kulima ma, ma, ma, mazao ambayo yatamwingizia kipato. Mpango huo unatajwa kuwa ni sehemu ya jitihada za serikali na wizara ya kilimo kwa kilimo biashara kwa ajili ya kuinua uchumi wa mkulima mmoja mmoja na kuwavutia wawekezaji katika mnyororo mzima wa thamani wa mazao ya biashara. Kutoka hapa mkoani Tabora, mimi ni Michael Samuel George, na hii ni Daily News Digital pale YouTube, lakini Instagram tukipatikana kwa jina la habari leo. Usiache kutufuatilia kwa kusubscribe, kucomment na kulike.